Sawa so, kuna AI sawa. So, biashara zetu zinaweza kufanyiwa matangazo na AI, lakini kitu unachotakiwa kujifunza, jifunze jinsi gani ya kutumia AI kwenye biashara yako mm-hmm. Kwako, mfanyabiashara mwenzangu, kama wewe una biashara sasa, hizi teknolojia imebadilika sana, na kuna hii artificial intelligence ambayo watu wengi wanaitumia kwenye matangazo, kwenye nini na kadhalika, inatutengenezea kila kitu. Lakini unajua kuna benefit za kutumia AI? AI kwenye biashara yako, unajua AI inaweza kutengenezea website, unajua AI inaweza kutengenezea matangazo yako unayofikiria. AI inaweza kufanya vitu vyote unavyofikiria. Lakini jie, wewe kama mfanyabiashara unajua jinsi gani ya kutumia AI tofauti na kutuma tu message kwamba unaingia tu AI niambie mpenzi wangu amenikosea siku kitu gani. a a, saizi tumia AI in benefit ways ambayo inaweza kusaidia biashara yako. Teknolojia inavyobadilika, hakikisha na wewe mfanye biashara unabadilika kutokana na teknolojia. Just be updated na teknolojia, la sivyo you lose you will use a lot of money to pay people who use a lot of time to study about the technology. Kwa Kiswahili, utatumia hela nyingi kuwalipa watu waliotumia hela nyingi kutumi, kujifunza teknolojia so it's up to you ku catch up kuwa updated. Achana na updates ambazo hizi tunazifanya updated intense updates, kwamba unajua jinsi gani inaweza kukunufaisha unajifunza, you master it, you go on so last if you you have to have money to pay people. Kila la heri kwa mishahara mwanzo. Justin Tusemezane.